Bwana alikukuza baba kwa ajili ya watoto, na atekilitisha haki ya mama kwa ajili ya wana. Amheshimuye baba kufanya ufaramisho kalani naye, akukuzaye mama mama yake ni kama mtu anayeweka akiba